Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano wa kisiasa na wa kijeshi kati ya Israeli na Iran umeendelea kushika kasi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku wachambuzi wa, wa masuala ya usalama wakionya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda endapo haitadhibitiwa mapema. Ingawa mataifa hayo mawili hayajapigana vita ya moja kwa moja, yanaendelea kukabiliana kupitia kile kinachofahamika kama proxy wars ambapo mapigano yanaendeshwa kwa tumia makundi ya kijeshi yanayoungwa mkono na upande husika katika maeneo tofauti ya ukanda huo. Maeneo yanayoathirika zaidi na hali hii ni pamoja na ukanda wa Gaza, kusini mwa Lebanon pamoja na maeneo ya Siria, ambako mashambulizi ya mara kwa mara yamekuwa yakiripotiwa dhidi ya malengo ya kijeshi yanayohusishwa na pande zinazokinzana. Irani inatajwa kuwa na ushawishi mkubwa kwa makundi kama Hezbollah na Hamas, hali inayotafsiriwa na Israeli kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa kitaifa, hasa kutokana na uwezo wa kijeshi wa makundi hayo. Kwa upande wake Israeli imekuwa ikisisitiza kuwa haitakubali Iran kuimarisha uwezo wake wa kijeshi karibu na mipaka yake, na mara kadhaa imeelekeza mashambulizi ya anga ikilenga miundombinu inayodaiwa kuhusishwa na Iran au washirika wake. Mvutano huu umeendelea kuibua hofu kubwa kimataifa, hasa kutokana na uwezekano wa kuhusisha mataifa makubwa kama Marekani ambayo ni mshirika wa karibu wa Israeli, jambo ambalo linaweza kupanua wigo wa mgogoro huu zaidi ya Mashariki ya Kati. Wataalamu wa diplomasia wanaeleza kuwa proxy wars hizi zimekuwa ngumu zaidi kudhibiti, kwani kila upande hujaribu kuongeza shinikizo kwa adui yake bila kuingia kwenye vita vya wazi, hali inayoongeza hatari ya makosa ya kimkakati yanayoweza kusababisha mlipuko wa vita kamili. Mbali na athari za kijeshi, mvutano wa Israeli na Iran una athari kubwa za kiuchumi na za kiusalama duniani hasa katika masoko ya nishati, kutokana na umuhimu wa mashariki ya kati katika uzalishaji na usafirishaji wa mafuta. Jumuiya ya kimataifa imekuwa ikitoa wito wa pande zote kujizuia, huku ikihimiza matumizi ya njia za kidiplomasia ili kuzuia hali hiyo kugeuka kuwa mgogoro mkubwa wa kimataifa unaoweza kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Hata hivyo, hadi sasa dalili za kupungua kwa mvutano huu bado ni ndogo huku kila upande ukiendelea kuimarisha maandalizi yake ya kijeshi sambamba na kutoa kauli kali zinazodhihirisha kutokuaminiana, wa wachambuzi wanaonya kuwa endapo proxy wars hizi zitaendelea kupanuka bila udhibiti, Mashariki ya Kati inaweza kushuhudia awamu mpya ya machafuko ambayo athari zake hazitahusisha tu mataifa ya eneo hilo bali dunia nzima kwa ujumla. Kwa sasa macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa katika eneo hilo huku ikisubiri kuona iwapo diplomasia itapewa nafasi au kama mvutano kati ya Israel na Iran utaingia katika hatua ya hatari zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awal. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.